Uh, pata notification za video mpya ambazo zazidi ku upload hapa Ubongo Hai TV. Leo nakuletea mbolea bora ambazo unaweza kuzitumia katika kupandia zao lolote au kwenye mazao yoyote. Namba moja mbolea bora kabisa ni mbolea ya, ya popo au bat manure. Hii ni mbolea ambayo kidogo ina nitrogen nyingi. Kwa hiyo inasaidia sana kwenye mazao kukuza kwelikweli. Uh, nyingine ni mbolea ya kuku. Mbolea ya kuku pia nayo inaonekana kuwa na nitrogen nyingi, hivyo ni mbolea nzuri sana. Mbolea zingine zilizobaki ambazo unaweza kutumia na ni mbolea za asili ni kama mbolea ya ng'ombe, mbolea ya nguruwe, mbolea ya mbuzi. Hizi ni mbolea ambazo utazitumia kwa mazao ya hot culture na mazao haya ya cash, mfano kahawa mahindi na mengineyo mengi. Lakini pia unaweza kutumia kwa mazao hotkacha kama matunda, matunda, matango, matikiti maji, nyanya na mazao mengine ya hotkacha. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima kutumia mbolea hizi nilizowatajia hapo kwani zitasaidia sana kwenye kuongeza uzalishaji wa mazao yenu. Asante na msiache kufuatilia video zingine. Nashukuru sana.